Na rais William Ruto amekariri kujitolea kwa serikali kuwianisha vipaumbele vya serikali kuu na vile vya serikali za mag magatuzi ili kuharakisha ajenda ya maendeleo kwa taifa. Rais Ruto alisema haya katika ikulu ya Nairobi wakati wa mkutano wa mashauriano na magavana, mawaziri na makatibu kutoka eneo la Mlima Kenya. Ziara ya rais William Ruto eneo la Mlima Kenya inatarajiwa kuanza katika kipindi cha wiki moja ijayo. Hii leo Rais Ruto alikutana na viongozi wa eneo hilo katika ikulu jijini Nairobi. Miongoni mwa viongozi waliohudhuria ni pamoja na naibu rais Kithure Kindiki na magavana Sesili Mbarire wa Embu, an Waiguru wa Kirinyaga, Kimani wa Metangi wa Kiambu, Joshua Irungu wa Laikipia, Mudhomi Njuki wa Tharakanithi, Irungu Kangata wa Murang'a, Kiari badilisha wa Nyandarwa na Isaak Mutuma wa Meru. Wengine waliohudhuria ni waziri Mutahi Kagwe wa kilimo, William Kabogo wa habari, mawasiliano na uchumi dijitali, waziri wa ardhi Alis Wahome, waziri wa utalii Rebeka Miano pamoja na makatibu Meri Mudhoni wa afya, miongoni mwa wengine. Katika hotuba yake, rais Ruto alisema serikali iko makini kushughulikia mahitaji ya wa Wakenya pamoja na ukuaji jumuishi. Katika mkutano huo, mipango muhimu pia ilijadiliwa ikiwa ni pamoja na miradi inayotekelezwa na serikali ili kustawisha eneo la Mlima Kenya katika masuala ya kijamii na kiuchumi. Joseph Wahungu, Darubini.